Naomba kutoa majumuisho haraka kabisa ya kilichotolewa. E, tuna dekania 14 na e, parokia e, kwa dekania iliyofanya vizuri sana ni Mtakatifu Petro. Ya pili ni Mtakatifu Thomas Moore. Parokia tatu zilizochangia zaidi ni mtakatifu Yosefu milioni 16 laki moja na hamsini na tano elfu, mtakatifu Petro milioni 12 na Mavurunza ya kwangu milioni 11 mia tatu. Parokia zilizochangia zaidi ndani ya dekania e, Mtakatifu Yosefu ni Mtakatifu Yosefu kwa milioni kumi na sita laki moja na hamsini na tano, Ubungo Kimara milioni mbili laki tano na elfu tano. Dekania Makuburi ni Makoka shilingi milioni mbili laki nne. dekania Kibaha Parokia ya Mwave Pande milioni mbili na laki tatu hamsini. Msomaji alisisitiza sana hapa, tunataka mwaka ujao wa waende zaidi iwe ishirini na kitu, labda Mbezi Luis. Parokia ya Mbezi Luis imetoa milioni mbili laki sita. Dekania Mavurunza Mavurunza wametoa milioni kumi na moja mia tatu laki tatu. Dekania Kigamboni ni ba, e, parokia Kibada milioni mbili laki tatu. Dekania ya Mbagala ni Kizuiani milioni mbili laki mbili na hamsini. Dekania Kilimahewa ni Vianze elfu milioni mbili laki tano hawa nafikiri tuwapongeze sana. ni kule Kilimahewa Thomas Mo, parokia ya Goba mwisho milioni sita laki tatu. Mtakatifu Petro ni parokia ya Mtakatifu Petro shilingi milioni kumi na mbili. Dekania Ukonga ni parokia ya Kitunda milioni mbili laki mbili na hamsini. Dekania ya Pugu ni parokia ya Buyuni milioni mbili laki tatu. Dekania ya Segerea ni parokia ya Segerea milioni kumi na moja Kwa hiyo jumla ya makusanyo yote kutoka kwa wanaume wa Katoliki wa jimbo kuu la Dar es Salaam ni milioni mia nne na moja mia nane. Lengo lilikuwa milioni mia nne, na, eh, mia nne na saba, eh, elfu lakini tumepata um, kiasi hicho milioni mia nne na moja laki sita na sabini na sita mia nane sawasawa na asilimia tisini na tisa kamili. Kwa hiyo tunaomba kuwashukuru wanaume wote kwa michango yao, na hapa labda nitaje mtu binafsi an, anayetoa kila mwaka Oiso pro, eh, original products, naye ametoa kama zaidi ya parokia shilingi milioni mbili 2 na laki tano kwa hiyo tunawakaribisha wale watu ambao wana e, wanalipenda kanisa wa watoe kidogo kidogo, na parokia nyingine zije juu. Naona pale kamishina mstaafu wa majereza yuko pale Salasala sala, nafikiri kule kwa, naomba ufanye <laughs> ni classmate wangu kwa hiyo fanya haraka tuweze kwenda juu. Vile vile basi, baba askofu mkuu, hayo ni majumuisho kwa ujumla, kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo basi.